Nam, karibu tena, tuendelee kufahamishana yale ambayo yameendelea kutrendi katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Chimama pamoja na chibaba hawa kwa sasa ni wanandoa, yaani wameweza kuoana kuwa mke na mume na kwa sasa wapo huko Ruangwa mm. Wamekwenda huko kwa ajili mapu ya mapumziko ya sikukuu ya Idi. Na hapa hizi ni posti pamoja na video mbalimbali mbali ambazo zimeendelea kutendeka katika mitandao mbalimbali ya kijamii zikimwonyesha Wema Sepetu pamoja na Whozu wakiwa wamtembelea mheshimiwa waziri mkuu huko Ruangwa. Mm. Kwenda wa wawili kama wanandoa kwenda kumsalimia waziri mkuu leo siku ya siku kuu ya Eid. Tunafahamu kwamba viongozi mbalimbali pamoja na mastaa ambao wapo mapumzikoni katika kusherehekea siku kuu ya Eid. Sasa hapa Wema Sepetu pamoja na Chibaba Whozu walikuwepo kwa mheshimiwa waziri mkuu huko Ruangwa, na wamekwenda kumsalimia paka nyumbani kwake, kutuonyesha kwamba kwa sasa wao ni kwa e, wanandoa na wako zikoni wapo huko Ruangwa kwa ajili ya kuendelea kufurahia ndoa yao hiyo ambayo waliweza kufunga siku za hivi karibuni, na Whozu aliweza kubadili dini. Ni wape tu taarifa kwamba Whozu alifata dini ya Wema Sepetu yani ya Uislamu hmm. Kwa sasa Whozu ni Muislamu. Huku ni kupenda jamani, mapenzi ni upofu mm. Haoni mbele wala nyuma mm. Kutokana na upendo mkubwa ambao Whozu anapewa kwa chimama wake huyo Wema Sepetu, hivyo aliona budi badli dini na kuweza kuifuata dini ya Wema Sepetu kwa ajili ya kuweza tu kufunga naye ndoa. Na kwa sasa eh, eh, Whozu ni Muislamu na alislimu kwa ajili tu ya kuweza eh, kufunga ndoa na mwanada huyo mrembo Wema Sepetu, kufanya kuwa mke wake wa ndoa hmm. Na kwa sasa wako huko Ruangwa kama nilivyokuambia kwamba Wema Sepetu ameweza kuonekana katika mbalimbali akiwa anasalimiana waziri mkuu mheshimiwa Majaliwa mh, huko nyumbani kwa Majaliwa ambako anaishi huko Ruangwa. Wema pamoja na Whozu wao pia e, wapo huko, kwa sasa wako mapumzikoni kwa ajili ya kuweza kuifurahia kwe ndoa yao hiyo ambayo bado ni mbichi, bado ni mbichi kabisa, na kuweza kuondoka hapa katika jiji la Dar es Salaam na nakwenda huko Ruangwa kwa ajili ya mapumziko ya kutosha kuweza kuinjoi kabisa.

kuweza kupata muda wa kutosha kabisa kulifurahia penzi lao hilo kuweza kuifurahia hiyo ndoa yao ambayo waliweza kufunga siku za hivi karibuni. Leo ni siku ya Eid al-Fitr kama unavyojua kwamba leo ni Waislamu wote wanasherekea sikukuu ya Eid, wanaungana na Waislamu wengine duniani kwa ajili ya kuweza kusherekea siku hii kubwa kabisa duniani ya Eid al-Fitr, baada ya kuweza kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Whozu pamoja na chimama Wema Sepetu wao pia wapo huko Ruangwa mapumzikoni mm, katika hichi kipindi cha sikukuu kwa ajili ya kuweza kuonyeshana upendo mkubwa, kuweza kufurahia, kupata muda wa kutosha katika eh, kulifurahia penzi lao hilo pamoja na ndoa yao hiyo ambayo waliweza kufunga siku za hivi karibuni. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto. Nisizibongo Mpya Tv, tuko hapa kila siku kukuhabarisha yale yaleyote ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii kila siku. Asante sana kuendelea kuwa nasi.